Karibu katika makala ya M24. Je, hivi una habari kuwa wako viumbe wenye damu ya rangi ya buluu? Mm? Unashangaa hilo. Acha nikupitishe katika kiumbe wa ajabu ajulikanaye kama kaa. Kaa ni viumbe wa ajabu wanaoishi baharini na hata kwenye mito, lakini licha ya kuonekana wa kawaida, wana siri nyingi ambazo watu wengi huwa hawajui. Damu yao ya buluu. Tofauti na binadamu ambao damu yetu ina rangi nyekundu kwa sababu ya chuma, yani iron, damu ya kaa ina rangi ya buluu kwa sababu ina shaba kopa. Kemikali hii huwasaidia kusafirisha oksijen hata wanapokuwa kwenye maji baridi yenye oksijen ndogo. Lakini pia lingine usilolifahamu kuhusu kaa, wanahisia kali za magnetic field zinazowezesha kujua wanapokwenda, ni kama wana GPS fulani hivi ya asili. Hii huwasaidia kurudi kwenye eneo walilozaliwa hata baada ya kuzunguka umbali mrefu katika bahari. Maajabu mengine kwa kaa, ni kama atavunjika mguu wake ama mkono wake, ana uwezo wa kukua upya kiungo hicho. Hata hivyo, mchakato huu unaweza kuchukua muda wa miezi ama miaka kadhaa kutegemea ukubwa na mazingira. Kawa na tabia pekee sana katika mapenzi. Kaa jike mara nyingi hulinda kaa dume anayempenda kwa kujificha naye chini ya mawe au mchanga wakati wa kubadilisha gamba, yaani molting. Huu ni sawa na wakati hatari sana kwao, kwani gamba jipya huwa laini na rahisi kushambuliwa. Safari ya ajabu ya kaa wa Kisiwa ya Krismasi, Stori hii ambayo pia huwavutia wengi katika kisiwa cha Krismasi kinacho kilichoko maeneo ya Australia na tukio maarufu duniani. Kaa zaidi ya milioni 50 huhama pamoja kutoka misitu hadi baharini kila mwaka. Barabara nyingi hufungwa kwa muda ili kuwalinda wakati wa kuhama kwa kaa hawa. Kaa wengine ni wapishi wa asili kama decorator crabs, hutumia vipande vya mwani, vichwa vya samaki na magamba mengine kupamba miili yao, si tu kwa urembo, bali ni kwa kujificha dhidi ya maadui. Kaa ni miongoni mwa viumbe wa zamani sana duniani. Kaa wamekuwepo kwa zaidi ya miaka milioni 450 hata kabla ya dinosaur. Hii inawafanya kuwa miongoni mwa viumbe wenye historia ndefu zaidi duniani. Kaa si viumbe tu wa kawaida kama tunavyodhani, wana akili nyingi sana ya ulinzi wa kimaumbile, na maisha ya kijamii yenye kuvutia ulimwengu kwa ujumla, na baharini naendelea kutushangaza kila siku punde tunapoangazia stori za kaa. Kaa ni sehemu muhimu sana ya siri za asili. Hii ni M24, mimi Yathman David Yathman.